Kabla ya kulala ni muhimu kuachia moyo wako mzigo wa siku. Zaburi hizi zinaposaidia kuachilia hofu, mawazo na wasiwasi kwa Mungu. Unapolala, Mungu anaendelea kukulinda. Pumzika kwa amani ukiamini kuwa kesho iko mikononi mwa Bwana. Zaburi ya nne. E Mungu wa haki yangu, uniitikie niitapo. umenifanyizia nafasi wakati wa shida unifadhili na kusikia sala yangu. Enyi wanadamu, hata lini utukufu wangu utafedheheka? Je, mtapenda ubatili na kutafuta uongo? Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtaua. Bwana atasikia ni mwitapo. Mwe na hofu wala msitende dhambi. Tafakarini vitandani mwenu na kutulia. Toeni dhabihu za haki na kumtumainia Bwana. Watu wengi husema, nani atakayetuonyesha mema? Bwana, utuinulie nuru ya uso wako. Umenitia furaha moyoni mwangu kupita yao watakavyozidishiwa nafaka na divai. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiye unijaliaye kukaa salama. Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Zaburi ya hamsini na tano. E Mungu, Sikiliza sala yangu wala usijifiche usinisikie ni kuliliapo. Unisikie, unijibu. Ninasumbuka katika kulalamika kwangu na kufanya makelele kwa sababu ya sauti ya adui. Kwa sababu ya kuonewa na mwovu. Maana wananitupia uovu na kwa hasira wananitesa. Moyo wangu unapata maumivu ndani yangu, na hofu za mauti zimenipata. Hofu na kutetemeka vimenijia, na mashaka yamenisitiri. Nikasema, laiti ningekuwa na mabawa kama hua, ningepaa nipate kupumzika. Angalia, ningekimbia mbali, ningekaa jangwani. Ningeharakisha kupata mahali pa kuokoka mbali na upepo mkali na tufani. Uharibu e Bwana, uwagawanye ndimi zao, maana nimeona jeuri na ugomvi mjini. Mchana na usiku huizunguka juu ya kuta zake; uovu na mashaka vimo ndani yake. Uharibifu umo katikati yake; udanganyifu na hila haziondoki katika njia zake. Maana si adui aliyenilaumu, ndipo ningeweza kuvumilia; wala si mchukiao aliyeniinua juu yangu, ndipo ningejisitiri kwake. Bali ni wewe mtu ulinganayo nami, rafiki yangu, na mtu niliyetembea naye pamoja. Tulipata shauri tamu pamoja, tulitembea pamoja nyumbani mwa Mungu katika makutano. Mauti yawapate ghafula, washuke kuzimu wakiwa hai, maana uovu umo katika makao yao na kati yao. Lakini mimi nitamlilia Mungu, naye Bwana ataniokoa. Jioni na asubuhi na adhuhuri nitalalamika na kuugua, naye atasikia sauti yangu. Ameikomboa nafsi yangu kwa amani nisipigane nao, walionipiga maana walikuwa wengi dhidi yangu. Mungu atasikia naye atawanyenyekeza, yeye akae milele, maana hawabadiliki wala hawamchi Mungu. Ameinyoosha mkono wake juu ya wale waliokuwa na amani naye Amevunja agano lake. Maneno ya kinywa chake yalikuwa laini kuliko siagi, lakini vita vilikuwa moyoni mwake. Maneno yake yalikuwa laini kuliko mafuta, lakini yalikuwa panga zilizo wazi. Mtupie Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele. Lakini wewe e Mungu, utawaangusha katika shimo la uharibifu. Watu wa damu na hila hawataishi nusu ya siku zao, bali mimi nitakutumaini wewe. Zaburi 127. Kama Bwana asipojenga nyumba, waijengao wa wafanya kazi bure. Kama Bwana asipoulinda mji, mlinzi hukesha bure. Ni bure kwenu kuamka mapema, kukawia kukaa, kula chakula cha taabu, maana huwapa wapendwa wake usingizi. Tazama, wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujana. Heri mtu aliyelijaza podo lake kwao hataona aibu atakaposema na adui zake langoni. Zaburi mia moja na thelathini na moja. E Bwana, moyo wangu haukujivuna wala macho yangu hayakuinuka wala sikujishughulisha na mambo makuu, wala mambo yaliyonipita. Hakika nimeituliza na kuinyamazisha nafsi yangu kama mtoto aliyeachishwa kunyonya kwa mama yake, nafsi yangu iko ndani yangu kama mtoto aliyeachishwa kunyonya. E Israeli, mtumaini Bwana tangu sasa na hata milele. Zaburi mia moja na thelathini na tatu tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yateremkayo ndevuni ndevu za Haruni yateremkayo mpaka upindo wa mavazi yake. Ni kama umande wa Hermoni ushukao juu ya milima ya Sayuni, maana huko Bwana aliamuru baraka, naam uzima hata milele. Zaburi mia moja na thelathini na nne tazama, mhimidini Bwana enyi watumishi wote wa Bwana ninyi mnaosimama katika nyumba ya Bwana usiku. Inueni mikono yenu kuelekea patakatifu, mkamhimidi Bwana. Bwana akubariki kutoka Sayuni, yeye aliyezifanya mbingu na nchi.